Je, umewahi kufikiria kwamba dunia ya leo inatoa aina zote za mbadala kwa kazi ya Mungu, mpango wa Mungu wa kutubariki? Ye baa za mitaani zinakuwa mbadala wa ushirika wa kweli unaopatikana katika familia ya kanisa. Kutafakari, kufikiri kwa mtazamo chanya kunajaribu kuchukua nafasi ya amani ya Mungu inayopatikana tu kupitia imani kwa Kristo. Jibu la dunia kwa hatia siyo upendo wa Mungu kupitia Kristo, bali ni kujipenda mwenyewe. Watu wanaambiwa wakubali tu jinsi walivyo. Hata hata kanisa kwa ujumla leo hii linatoa mbadala wa juujuu. Ujumbe wa kujisikia vizuri, kujisaidia na kujiimarisha kwa mtazamo chanya umechukua nafasi ya mahubiri ya Biblia. Ibada inayomlenga Mungu imebadilishwa na mahitaji na maoni yanayomlenga mwanadamu. Mifumo ya kibiashara imechukua nafasi ya mifano ya kibiblia ya kuchunga kanisa. Ninawajua viongozi wa kanisa wanaoweza kunukuu kanuni za biashara haraka kuliko wanavyoweza kunukuu mitume. Basi, kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha kwa uwazi kabisa kwamba kazi ya Mungu ndani na kupitia kanisa ni kazi ya Mungu, si yetu. Kitabu cha Matendo ya Mitume, si kweli kwamba ni matendo ya mitume, ni kweli kwamba ni matendo ya Roho Mtakatifu kupitia mitume na kanisa la mwanzo. Kazi yetu bora ni kujisalimisha tu kwa kazi ya Mungu kupitia sisi. Basi hapa katika mistari ya mwisho ya Matendo tisa, mtume Petro anaonekana tena. Ameonekana kutokuwepo kwa sura kadhaa, lakini sasa ana jukumu muhimu katika kanisa la mwanzo wakati huu wa mpito, na yuko kwenye jukwaa, kwa kusema hivyo, kwa sura chache zijazo. Katika sura ya tano tunaambiwa kwamba ishara na maajabu mengi yalikuwa yakifanywa kupitia mitume, na hii ilikuwa inathibitisha uhalali wao wakati huu wa kipekee wa mpito. Ukuaji wa haraka na upanuzi wa kanisa la mwanzo ulitokana na mahubiri ya mitume ya Injili, lakini katika siku hizi za mwanzo miujiza iliyofanywa na mitume ilitumiwa na Mungu kuthibitisha ujumbe wao na nataka kusimama kidogo katika safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume kusema tena kwamba watu wengi bado wamechanganyikiwa kuhusu hili leo. Tunapaswa kuelewa kwamba miujiza tunayoiona katika kanisa la mwanzo inahusishwa na mitume na kazi yao, kazi ya Mungu kupitia wao ishara na maajabu haya yalikuwa na umuhimu mkubwa, lakini, e, sikiliza sasa, yalikuwa na kusudi la muda tu la kuthibitisha kwamba mitume walikuwa wajumbe kutoka kwa Mungu. Vilevile vile, miujiza ya Yesu kwa njia ilifanywa ili kuthibitisha kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu, ilihakikisha madai yake kama tunavyoambiwa katika Matendo saa 2 na madakika 22. Sasa, pamoja na kuanzishwa kwa kanisa na mwanzo wa enzi mpya, tunaita mpangilio mpya katika mpango wa Mungu, ilikuwa ni lazima mitume wathibitishwe, wahakikishwe kama watumishi wa kweli wa Mungu, wakibeba ujumbe wake wa kweli wa wokovu katika Kristo, na hiki ndicho kazi za miujiza zilichotimiza. Hili lilikuwa muhimu sana katika kipindi hiki kwa sababu maandiko yaliyoandikwa kwa uongozi wa mungu hayakuwa yameandikwa bado. Katika kitabu cha Waibrania mbili tunaambiwa hivi katika mistari ya tatu na nne: hiyo yaani, ujumbe wa wokovu, ilitangazwa kwanza na Bwana na ilithibitishwa ikathibitishwa kwetu na wale waliomsikia, yaani mitume, kwa ishara na maajabu na miujiza mbalimbali mbali. Unaweza kugundua kwamba haya yote yameelezwa kwa wakati uliopita. Miujiza hii ilifanywa na wale yaani jumuiya ya mitume ambao walimsikia Bwana akifundisha moja kwa moja na sasa kwamba Biblia, neno la Mungu limekamilika, uthibitisho wa mjumbe wa kweli hauko tena kwenye muujiza, bali ni uaminifu wa mtu huyo kushikilia neno la Mungu. Na kwa njia, kwa yeyote anayejidai kuwa mponyaji au mtenda miujiza leo na kudai ana nguvu za mtume, basi nasema tuende pale kwenye chumba cha kuhifadhia maiti na uniache ni kuone ukimfufua mtu kutoka kwa wafu. Wacha tuache kufanya mikutano ya miujiza ambapo unaponya unajua shinikizo la damu au unamtoa pepo wa arthritis. Hebu tufikie uthibitisho wa kitume na tutazame ukiondoa majeneza machache kama mitume walivyofanya. Naam, hiyo ilikuwa wakati uliopita, siku hiyo imepita, huduma yao imethibitishwa. Kwa njia mtume Paulo hakumwambia mchungaji Timotheo kufanya muujiza, lakini kuhubiri neno. Mbili Timotheo 4:2 sasa nyuma kwenye kipindi hiki cha mpito cha wakati ambapo ishara kutoka kwa Mungu kupitia kwa mitume zilitumiwa kuthibitisha ujumbe huu wa Injili mpya kabisa katika kanisa jipya kabisa. Hapa katika Matendo sura ya tisa tuna kesi mbili kati ya hizo zilizoletwa mbele ya Petro, na kesi hizi zote mbili zinahusisha kile tunachoweza kuita sababu zilizopotea ambazo ni nguvu za Mungu za kimuujiza pekee zingeweza kuponya au kukombwa. Sasa Lida ilikuwa kijiji kilichoko kaskazini magharibi mwa Yerusalemu na alipokuwa katika kijiji hiki Petro anakutana na mtu ambaye anaelezewa katika mstari wa 33 amelala kitandani kwa miaka minane ambaye alikuwa amepooza. Hatujui chochote kuhusu mtu huyu kwa kweli, hata hatujui kama yeye ni muumini. Tunaambiwa tu hapa katika mstari wa 34 kwamba Petro anamwambia mtu huyu, Yesu Kristo anakuponya Simama na utandike kitanda chako. Biblia inaandika mara akafufuka kuinuka na kutandika kitanda chake. Ilikuwa ni ushahidi wa uponyaji huu wa kiungu, na na athari ya muujiza huu ni ni ya ajabu. Tumepewa hapa katika mstari wa thelathini na tano, wakazi wote wa Lida na Sharoni walimwona wakamgeukia Bwana. Hivyo Petro anaendelea na kuhubiri injili ya Kristo, na pamoja na muujiza huu, basi mji mzima, kijiji na maeneo ya jirani wanakuja kuamini kwa Kristo. Sasa hapa katika mstari wa 36 tukio linahamia Yopa. Huo ni bandari ya Mediterania iliyo maili kumi magharibi mwa Lida. Huenda ukamkumbuka nabii mkimbizi Yona aliyeshuka hapa kane nyingi zilizopita akidhani anaweza kumkimbia Mungu. Hapa Yafa anaishi mfuasi wa Yesu anayeitwa Tabitha; hili ni jina lake la Kiaramu, kwa Kigiriki jina ni Dorkasi. Anaelezewa hapa kama muumini mwenye neema na mcha Mungu aliyejaa matendo mema na matendo ya hisani. Naam, wakati Petro yuko Lida Tabitha anakufa, na badala ya kuzikwa mara baada ya kifo, jambo ambalo lilikuwa desturi ya kawaida, mwili wa Tabitha unalazwa katika chumba cha juu. Mstari wa 37 unatuambia wakati watu wawili kutoka kanisani wanaenda kumtafuta Petro. Sasa pata hii. Kufikia hapa katika kitabu cha Matendo hatuna rekodi ya mtume aliyemfufua mtu kutoka kwa wafu, lakini ni wazi kwamba wanafunzi wa Yopa wanafikiria. Naam, Petro anafika anapelekwa kwenye chumba hiki cha juu ambako anakuta kundi la wajane wakilia na kuonyesha mavazi ambayo Tabitha alikuwa amewatengenezea. Mstari wa arobaini unatueleza kwamba Petro aliwatoa wote nje kisha akapiga magoti na kuomba. Inawezekana kwamba Petro anaomba hapa ili kutambua mapenzi ya Bwana katika hali hii na inaonekana anapata aina fulani ya mwongozo kutoka kwa Bwana kwa sababu anaondoka kwenye maombi na kusema, Tabitha, inuka. Kwa njia, hayo ni maneno karibu sawa kabisa na yale Yesu aliyomwambia yule msichana mdogo aliyemfufua kutoka kwa wafu kule Marko sura ya tano mstari wa arobaini unaendelea, Tabitha akafumbua macho yake na alipomwona Petro akaketi juu. Basi Petro akamwasilisha yule mwanamke akiwa hai kwa watakatifu na wajane, yaani kwa kanisa. Sasa kumbuka, Petro Petro hamfufui kila mtu aliyekufa hapa kijijini, ni Tabitha tu. Sababu ya kumfufua Tabitha kutoka kwa wafu si kwa sababu watu walihuzunika kumpoteza wapendwa. Yesu anaonyesha nguvu zake kupitia Petro. Hii ni ladha tu ndogo ya ufalme ujao wa Masihi, nguvu za mfalme Yesu. Kufufuliwa kwa Tabitha kwa njia kunaleta matokeo yale yale kama kuponywa kwa yule mtu aliyepooza huko Lida. Mstari wa arobaini na mbili unatueleza na jambo hili likajulikana katika Yopa yote na wengi wakaamini kwa Bwana. Kwa njia kufufuliwa kwa Tabitha kutoka kwa wafu ndilo muujiza wa mwisho uliorekodiwa kutoka kwa mkono wa mtume Petro. Unaona, jukumu lake liko karibu kubadilika na kuelekea katika mwelekeo mpya, ule ambao una umuhimu mkubwa kwetu hata leo. Na inaanza na dokezo hili dogo katika mstari wa 43 linalotuambia kwamba Petro alikaa Yopa siku nyingi na Simoni mtengenezaji ngozi. Sasa kwa sababu ya kugusana na wanyama waliokufa, watengenezaji ngozi kama simoni hapa walikuwa wachafu kidini, walikuwa wanakwepwa na Wayahudi wengi. Lakini kinachotokea hapa ni kwamba Petro anajiandaa kwa hatua kubwa inayofuata katika mpango wa Mungu katika kipindi hiki cha mpito. Yeye yeye atajiandaa atamwandaa Petro kupeleka injili kwa watu wasio safi, yaani mataifa na haitatokea kwa kuwashangaza watu kwa miujiza mikubwa. Itatokea kwa kuhubiri injili kwa mataifa. Na kwa njia hadi leo huo ndio wito wako na wangu. Hatuambiwi kwenda unajua, kufufua watu waliokufa, kuponya walemavu kwa miujiza, bali kufundisha maandiko yaliyokamilika ambayo yanatuthibitisha kuwa wajumbe kutoka kwa Mungu. Tunapaswa kufanya wanafunzi wa mataifa tunapotangaza neno la Mungu lililovuviwa na lisilo na makosa kwa jina la mfalme Yesu Masihi wetu na Bwana. Tufanye hivyo kwa njia yoyote ile Mungu atakayotuwezesha leo. Naam, hadi tutakapoanza tena safari yetu ya hekima, wapenzi, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.